Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu, wapenzi watazamaji wa chaneli hii aa, ya Babu Haji soda ya ngeni soda hiyo. Asante sana. Aa, napenda kuwashukuru kwanza kabisa kwa kuendelea e, kusubscribe katika chaneli hii na kupata elimu na masomo mbalimbali, na pia vile vile napenda kuwashukuru sana kwa wale mnao nipige sapoti katika vitabu vyangu, nawapenda sana. Na pia napenda uh, kutoa shukurani uh, kwa viongozi wangu wa chama na serikali. Mwenyezi Mungu awalinde na waepushe na kila shari. Na uh, pia vile vile kwa wale uh, watumishi wa umma, angalau uh, tuweni na uoga kidogo wa kumwogopa Mwenyezi Mungu jalla jalala. Asante sana. Uh, katika kipindi hiki cha leo nitawapa mvuto wa wateja katika biashara yako eh, na kuondosha nuksi katika mwili na katika biashara. Unajua nuksi zinakuja aina eh, mbalimbali na kwa njia tofauti, pasipo kufahamu au kwa kufahamu, na pia kuna nuksi za kuzitafuta kwa makusudi na kuna nuksi ambazo zinakuja kwa bahati mbaya inatakiwa kuweza kuziondoa e, inshaallah. Utaziondoa namna gani? Basi nitakupa njia hii nyepesi kabisa ambayo inaweza ikakusaidia katika kuondosha a, mikosi na mabalaa, wewe mwenyewe, familia yako, nyumba yako, biashara yako, gari lako, baskeli yako, pikipiki yako, bajaji yako, uba yako na kadhalika. Tegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaweza kwa kila jambo. Shirikina upo, uchawi upo, elimu za kuharibu e, watu kuharibu wenzao, elimu hizo e, zipo. Tuombeane tu Mwenyezi Mungu atuepushe na majambo kama hayo e, ili tuweze e, kusonga mbele katika kuijenga nchi yetu. Yeah, katika kujenga familia zetu, katika kufungua eh, milango yetu ya riziki. Mwenyezi Mungu atufungulie kama tumefungiwa mashariki magharibi, Mwenyezi Mungu atufungulie kusini na kaskazini, Mwenyezi Mungu atufungulie, na kama pia vile vile ah, tumefanyiwa mambo ambayo eh, ni mabaya sisi hatujui Mwenyezi Mungu ni mjuzi, anajua zaidi, ana zaidi, basi atuondoshee na atu- atupe kobri za kutumia majina haya matukufu ya berahati yaweze kutusaidia eh, kabisa. Asante sana. I am eh, this is the gentleman. Asante sana, ah, kwa wale wahitaji wapete fimbo, vidani Uh, fimbo za, za rabanda, fimbo za dragon, fimbo za kasela zote zinapatikana inshallah. Kwa uh, mawasiliano zaidi piga 0767 39 3934. Uh, utapewa gharama na ufanyaji wake wa kazi, na kila fimbo ina kitabu chake kila fimbo ina kitabu chake. Na kwa wale wa pete, pete hizi zina nguvu, na pete hizi zimesomewa visomo vikali kabisa, ambapo pete hizi zina nguvu ya mvuto, kinga, njoz na e, kuvuta e, bahati na mambo mengi makubwa zaidi ambayo yamo ndani ya kitabu chake. Hizi ni ilmu za kiimani. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kila palipo na uzito, pafanywa kuwa pepesi, na pepesi pawe pepesi zaidi, inshallah. Haya, tuendelee mvuto huu, a, mvuto huu, mvuto wetu wa leo ni mvuto ambao unasema mvuto uh, wa kuvuta wateja na kusafisha mwili pamoja na kusafisha biashara kama imefungwa, utafanya namna gani? Andika jina la kumi na saba na jina la ishirini na moja Majina haya yaandike mara saba saba, kila jina unaliandika eh, mara saba, maelea vizuri kwa dhafarani kisha maliza kuandika majina haya mara sabasaba kwa kutumia zafarani. Kisha chini yake andika alamnashra. Alamnashra unaiandika kwa kuanza bismillahir rahmanir rahim, alamnashrah laka sadrak wawafahna ankawidhlak alladhi ankaa dhahrak warafahna laka dhikrak fainnama lusri yusra. Ukifika fainnama lusri yusra, unaweka jina lako kama ni biashara unaandika jina lako wewe, na kama ni mji andika jina lako wewe mwenye mji e. Na kama ni mwili wako andika jina lako e. Na kama ni watu wote nyumbani unaotaka kufanya basi andika majina yao, alafu e, fa inna maal usri yusra unaweka majina, inna maal usri yusra pia unaweka majina, unakomea hapo hapo fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Nimlo taanza namna shida hapa sadaka wafwa na anka uliolak alati anka bahara wa rafana lak alika fa innamal usri yusra furana bi furani, furani, innamal usri yusra furana bi furani. Kisha kombe hilo tumia kuoga wewe mwenyewe na e, kusafisha katika e, shughuli zako, insha Allah taala, mambo yatakwenda vizuri kabisa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala. Asante kwa kunisikiliza. Masomo bado yanaendelea, usisahau na shadi hii ya Babu Haji sada yangeni bado inapatikana yenye nguvu za kuweza kukupa power ya kufanya jambo na likaonekana. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sana, goodbye.